Nam ni mchana mwema mpenzi mtazamaji wa runinga Magharibi, ujambo pote ulipo, na karibu kwa habari za Magharibi mchana wa leo, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe saba mwezi huu wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano. Jina langu ni ite Branford Namure. Tuanze taarifa hizi na taarifa kwamba jamii imehimizwa kukumbatia matumizi yao, ya wapatanishaji walioidhinishwa kisheria katika kutatua baadhi ya mizozo ili kupunguza mirundiko ya kesi mahakamani. Kwa mujibu wa mshirikishi wa upatanishaji katika mahakama ya Webuye Daniel Maelo amesema kwamba katiba ya mwaka elfu mbili na kumi inatoa nafasi bora kwa wananchi kuafikiana katika tofauti zao bila kufuatilia mbinu ndefu ya kuwasilisha kesi zao mahakamani. Imebainika kwamba upatanishaji unaweza kuleta mwafaka wa haraka zaidi na uwiano miongoni mwa walio tofautiana, kando na maamuzi ya koti ambayo kila mara inachukua muda mrefu ili kuweza kusaidia mahakama katika kutatua mizozo hii na ukiangalia e, jambo la mediation ama la upatanishi katika mahakama zetu humu nchini limeweza kuondoa mirundiko ya zile e, kesi ambazo zilikuwa nyingi, kwa wakati mfupi sana. Unapata kwamba kesi inapeanwa kwa mediata na inafanyika kwa siku moja, mbili, tatu ikiwa imekamilika, ikiwa amepewa muda hadi miezi sita, lakini unapata nyingi sana zina, zinaisha kati ya wiki moja ama siku mbili ama siku tatu. Sasa unapata zile kesi ambazo zilikuwa zimerundika pale mahakamani kwa miaka mitano sita kumi zinaisha kwa siku moja. Unapata kwamba hii ni njia mbadala ambayo ni suluhu ambayo inaleta kupunguza mrundiko wa kesi katika mahakama zetu nchini, na mahakama imetilia mkazo na imeikumbatia sana jambo hili la midiesho. Na ndio kwa sababu napata kwamba kila mahali tunapata kwamba wananchi watukufu wanashauriwa kwamba wao wenyewe wako na suluhu katika kusuluhisha mizozo yao mingewe, wenye wanaweza kutafuta suluhu kupitia kwa njia mbalimbali, na kwa hivyo mahakama vile imekupatia jambo hili, napata kwamba wananchi wengi wamefurahia. Ukiangalia pia mawakili pia wanafurahia jambo hili, kwa maana wanataka kwamba mizozo mingi iweze kutatuliwa kwa haraka na haraka, na haraka na iweze kutoa mirundiko katika mahakama zetu. Kwa idara ya mahakama ilitoa njia mbadala ya kusuluhisha mizozo na njia hii ambayo ni mbadala um, ya kusuluhisha mizozo ni hapo. Uko na shida na ndugu yako, uko na shida na mchungaji ama mchungaji uko na washirika, hamna haja ya kukimbia na kwenda kule kotini. Kuna njia ya mazungumzo, na njia ya mazungumzo ni hii njia ya mediation. So it's a mediation. So ambaye nimepata hapa as a certified mediator ni muhimu and I would like to encourage wahubiri wenzetu because we have cases also in churches about watu wanakosana na wanapeleka kotini contrary to even what the word says so it's important that they come here to study and learn how to resolve their differences amongst themselves hii mambo inafanyika hata wakati unaona assaults in the village the communities